Majina, naitwa Joshua Nkumbugwa, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni inaitwa CJ Clothing. Tunajihusisha na ushonaji wa nguo especially suit na digrii ya uh, IT, okay. Information technology okay, na baada ya kupata digrii yangu nilifanikiwa kupata ajira Airtel okay. Nikafanya pale kwa muda wa miaka mitano okay. Na mpaka naacha kazi ya Airtel nilikuwa as a manager, shop manager, branch manager. Okay. Airtel, nakuja huku ambako watu walipadharau, lakini kiu walisema ni kwamba sasa hivi najutia kwa nini nilichelewa kuacha. shalo sana kwa Jeshua. Jeshua alikuwa ni IT wa Airtel, akaamua kurudi Veta, akaweza kufungua kampuni yake ya ushonaji. Sasa hivi ni CEO, anajutia kwa nini amechelewa kurudi Veta. Kitu tunachopata hapa sio kuwa na degree wala sio kuacha kazi wala sio kurudi vetu ni nikuweza kupata skills iliyomsaidia kutengeneza career ya kwake mwenyewe. Hii ndo kitu ambacho nimekuwa nikisema hapa kwenye post zilizopita. Kwa sasa hivi unavyojiangalia, baada ya mwaka mmoja, unaona unajenga legacy yako au unajenga legacy ya mtu mwingine ambaye ni bosi wako? Unakuwa on top kwa soko lako lote kwa ujumla, lazima uwe na kampuni yako so, ukihitaji kusajili kampuni yako usisite wala usichelewe, wasiliana na sisi kupitia namba zinazoonekana hapa kwenye skrini yako, au komenti neno usajili na kutumia utaratibu mzima wa kusajili kampuni yako.